Hivi ili swala la kuposti WhatsApp status alafu unakuta picha yako au video imepungua quality, halijakuchosha. Leo nimekuletea solution ya tatizo kama hilo. Kama unatumia Android au unatumia iOS application ya App Store apstore, utasearch uh, Pure Status Ukisha ipata Pure Status utaminya button ya open. Mimi nataka niposti hii video. Kwa hiyo nitaichagua, ita jirodi, kisha jirodi moja kwa moja itanipeleka kwenye uh, sehemu ya kukomples. Kwa mfano mimi naandika caption ya Blax Store. Kwa hiyo nawe utaandika caption yako then utaminya komples. Kumbuka unavo komples video yako, unavo andika caption, hakikisha hiyo caption haitobadilika baadaye then itaanza kujifanyia processing. Ikisha maliza kufanya processing, moja kwa moja itakuonesha Uh, WhatsApp ukiona hiyo button bar ya open WhatsApp, utachokifanya utaibonyeza, itakupeleka moja kwa moja hapo. Sasa utakuta video yako ishatumwa kule na caption kama ilivyo, na utachotakiwa kukifanya sasa, Mtanzania, utaminya button ya forward moja kwa moja kama ni post status. Kwa hiyo utachagua WhatsApp my status, na video itakuja kwa quality ambayo unaitaka kuhalisia. Hii itakusaidia sana. Kumbuka tu usisahau kufollow page yetu kwa ajili ya kuendelea kupata tech news kutoka kwetu.